haitaji kupiga ramli kujua nani chanzo chake, ni mwalimu ndio sababu yake. Ndio maana wasomi waliotutangulia huko nyuma waliwahi kusema itaka kuliua taifa lolote ama kulifanya lionekane duni wakati wote, basi hatua ya kwanza huwa mwalimu au huwa uwalimu, pamoja na taaluma ya uwalimu. Leo tumekusanyika hapa kwa ajili ya kusherekea mikono hii inayojenga Tanzania tunayoitaka mikono inayozalisha wataalamu wa kila namna kwa ajili ya nchi yetu. Mikono hiyo inaitwa mikono ya walimu. Siku moja katika mwaka wote, sisi ambao ni zao la mikono ya walimu, basi tukumbuke kuwa tumefika hapa kwa sababu ya mchango mkubwa wa walimu wetu. Wakati hatujui kukaa juu ya dawati, tujue tu kwamba kuna mtu mmoja alichukua nguvu yake kutufundisha kukaa juu ya dawati. Wakati hatujui kupenga kamasi, kuna mtu mmoja alichukua muda wake kutokuona kinyaa cha kama kamasi zetu akatufundisha usafi hata wa mapua. Leo tumekuja hapa kuwashukuru sana walimu wa Bukombe, walimu wa Geita, walimu wa Tanzania kwa kazi nzuri mliyoifanya ya kutufanya hivi tulivyo tunawashukuru sana, tunawapongeza sana Mheshimiwa mgeni rasmi, kinara namba moja anayetambua mchango wa mwalimu nchini ni Dkt. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kuyasikia yale yote ambayo walimu kupitia majukwaa mbalimbali na vyama vyao, ikiwemo chama cha walimu, amesikia changamoto walizozipitia na kuona kwamba iko haja ya kuboresha maslahi yao. Ninajua mengi utayasema wewe, nami nimepewa kazi moja tu kwa kweli ya kukukaribisha, lakini kwa niaba ya wana Geita na wana Bukombe na walimu wote walioko hapa nakuomba sana utufikie shukrani zetu za dhati kwa mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, kwanza kwa upendo wake kwa taaluma ya ualimu. Leo hii tunapokutana hapa ni kiashiria tosha, risala zilizosomwa mbele yetu ni kielelezo kingine kwa mheshimiwa rais, ameonyesha mapenzi yake kwa taaluma yetu ya ualimu. Na bila shaka walimu wa Tanzania tunayo kazi moja ya kuendelea kuchapa kazi, kumpa matokeo na kulijenga taifa lenye, lenye ustawi ulio bora zaidi.